<coughs> Hmm. Eh, dakika tatu. Habari yako mkuu? Kwema kabisa. Mchezo wa leo unaozungumziaje? Mmeweza kupoteza kwa goli moja kwa mbili. Ulikuwa mchezo mzuri, kama nilivyosema, Simba wametaabika kweli, kama umefuatilia wame <coughs> na wametaabika si padogo. <coughs> Kilichotokea Watanzania wameona wameshuhudia <coughs> kwamba nani bora katika mchezo wa hili. Vijana mm, wamepambana wamecheza mchezo wa hali ya juu sana, na ndivyo hivyo tumepoteza eh, lakini nadhani hata wao waliopata ushindi huo bado wanajiuliza wate bado itawasumbua itawatesa sasa. Sababu kama, kwa sababu naona kama hawakustahili kwa namna mpira ulivyochezwa. Kuna limbukini kubwa sana sasa hivi la Marefali, uh, tunaona KMC watu walizungumza sana. Je, leo kwa upande wako hapa meja general jenerali Samuel, unaona Marefali waliweza kuchezesha kwa haki? Mlifungwa kwa haki? Ah, mechi hii huwa ina, ina, ina watu wanaofuatilia. Kuna mechi kamishina ambaye huyu ndiye anaye anaeye, anaeye, anaeye wa, waangalia kwamba waamuzi wanachezeshaji na anatoa na alama, hmm. Natakiwa atoe taarifa yeye kwamba waamuzi wamechezesha sawasawa, au waamuzi wamechezesha chini ya kiwango. Lakini mbali tu na mechi kamishina, mpira ni wawazi, na wewe umeutazama nikuulize wewe, walikuwa sawa sawa au hawakuwa sawa? Mimi naona walikuwa sawa, basi e. Tusubiri e. Kila mtu ana maoni yake, e. lakini kila mmoja ana maoni yake, kila mmoja ana mtazamo wake hmm. Na kila Mtanzania ameona, kwa kuwa wapo wenye mamlaka wanaojua kitaalamu kwamba huyu ametenda haki ama hakutenda haki, basi na wao kwa taarifa zao wazitendee haki. La mwisho kabisa aa, ligi yetu unaionaje kuelekea msimu unaenda kuisha? Sasa ligi ni ngumu, ligi na ushindani, kikubwa tu cha cha kusisitiza cha kutimiza kukumbushana eh sheria 17 zitafsiriwe vizuri ili kila mmoja pambane apate haki yake kutokana na uwezo. Masau, uh, ligi iko ukingoni, ukiangalia hmm, timu yako mpaka sasa hivi nadhani mmefikia malengo yenu ambayo mlikuwa mmeweka tangu mwanzo. Ah, tulishasema muda kwamba tulikuwa na malengo ya aina mbili. Lengo la kwanza ilikuwa ni ubingwa ambao tayari tumekwisha feli, na lengo la pili ilikuwa ni kuwa miongoni mwa timu nne bora ili tupate uwakilishi katika mashindano ya kafu, lakini hilo pia tumefeli kwenye bigi ya NBC. Tayari malengo yetu tuliokuwa tumejiwekea tumefeli. Kwa, kwa sasa hivi mtazamo wetu mkubwa umebaki kwenye sira ii zinazoshindika. Lengo letu ni kucheza mashindano ya kafu Nakfahamu tutakuwa na nusu so fainali yeah. <sharpani> mm-hmm. Na wale ambao sisi ndio wanaishi waiziwawananchi wanalinda jeshi la wale kwa mama Masau, mnajiona kabisa kwenda kucheza michuano ya ya, ya Kafu msimu ujao <technical> unaona, kwa mtazamo wako, uwezo tulionao, andalizi tunayoyafanya, kama itapigwa fair sheria zile kumi na saba zikafanya kazi sawasawa sawa, watapisha. Unasema? Watapisha. Yani wananchi watawapisha eh? Watapisha wananchi, unamaanisha watawapisha? Hakika watapisha wananchi hao. Asante sana.